Kama wewe ni kiongozi wa dini ya aina yoyote ile na umeguswa na yanayoendelea kwa Gwajima sasa hivi, kwa usalama wako wewe na usalama wa familia yako wewe, wacha kufungua mdomo wako kujifanya unajua sana. Huo ni ushauri wa bure. Yani, kama wewe ni mtu wa dini, alafu unakereketwa na yanayomsibu sasa hivi askofu Gwajima, funga mdomo wako kwa usalama wako. Unajua asilimia kubwa ya hawa viongozi wa dini hawana elimu ya national security, usalama wa nchi. Ndio kitu nimegundua wote kabisa. Ndugu zangu, kwenye national security mimi nimefundishwa, na hata leo hii ningeingizwa kwenye hicho kitengo, ni lazima ningehudumu inavyotakiwa. Hairuhusiwi dini au kikundi cha watu fulani kikawa na nguvu zaidi ya sheria za nchi. Sijui umenielewa. Yaani, ka kikundi kadogo cha watu, kawe cha dini, kawe cha siasa, lakini kana uwezo wa kuhatarisha amani ya watu milioni sitini plus, hicho kikundi hakitakiwi kiwepo. Hilo ni official somo kabisa nimefundishwa. Sasa unataka kuniambia sasa hivi hivi vikundi vinavyoitwa dini vina nguvu kuliko serikali? Kwenye video yangu ya iliyopita ni na mlaumu Gwajima. Nimepata wapumbavu wengi sana wamenitukana wa, yaani, a lot of wapumbavu wamenitukana, na nilijua hao wapumbavu wamenitukana kwa sababu hawajui dunia inavyoenenda, na hii ndiyo kusudi la hii channel, kuwafundisha watu siri za dunia. Ndugu zangu, kwanza asili ya neno uhuru ni shetani. Yaani neno uhuru lililetwa na Shetani. Adamu wa kwanza kuumbwa pamoja na mwana Adamu wa kwanza, ambayo ni mke wake Adam Kusabu, kwa sababu wa kwanza kuumba walikuwa Adam ndio wakafata mwana wa Adam. Walinyimwa uhuru. Walia, waliandaliwa chakula, yaani waliandaliwa kila kitu wakaambiwa hivyo hapo, lakini wakapewa masharti. maana ya yale masharti ni nini? walinyimwa uhuru. Neno uhuru lililetwa na shetani katika kumdanganya Adamu na mke wake pale kwenye bustani. Sasa mimi niliwaambia wazi haya makanisa ukiagusa, utasikia wanakuja katika jina la uhuru wa kuabudu na nimeshaanza kusikia baadhi ya watu wanaitwa sijui maskofu. Kuna huyu jamaa ametoa waraka mrefu tu, anaitwa sijui Askofu Bagonza, waraka mrefu sana wa kutetea haya yanayompata Gwajima. Kwa kifupi, huyu bwana huyu bwana askofu anachokitetea ni taasisi za dini ziendelee kuwa na nguvu kuliko serikali. Ndugu yangu Shee Mazingi aliongea kitu very educative, aliweka wazi akasema, kipindi mashee wakosegerea, Mbona hizi iedrik hatukuzisikia? Kuna mashehe walikamatwa walikaa Segerea kweli kweli, lakini hizi kelele ambazo zimeamka sasa hivi kisa Gwajima hatukuziwahi kuzisikia kiivi, na walikuwa wanapelekwa gerezani kwa ulinzi wa ajabu. Gwajima amefanikiwa kuwa na hii nguvu kwa sababu Gwajima anacheza na hisia za Watanzania. Unajua, mtu yoyote anayecheza na hisia za watu huwa anapata pawa sana. Gwajima amebeba bendera ya watekaji ni lazima atawachota watu wengi sana kwa sababu Gwajima anakuwa kama ndo masiha wa wale wanaotekwa. Imagine polisi wanakwenda kwa kanisa la Gwajima, Gwajima anasema watekaji wamekuja kwangu. Serikali imekwenda kwa Gwajima, anadai ni kikundi cha watekaji kimekwenda kwake ki. ni saa tano na robo usiku hapa Dar es Salaam, na hawa maaskofu wamefika hapa usiku huu sasa hivi kwa sababu ya taharuki iliyotokea, kwamba tunaona hapo polisi wamekuja kuzunguka kanisa la ufufuo na uzima hapo Ubungo na maaskofu hao wamekuja haraka kukimbia kuja kusikiliza ni nini kinachoendelea. Of course hata mimi mwenyewe sijajua kinachoendelea, lakini naona hapo nje kuna defender za polisi kama tatu hivi, wamekuja kuzunguka kanisa. Hatujajua nini kinaendelea. Kwa hiyo tunataka maaskofu wenzetu wote na wachungaji wetu wote na waumini wetu wote mjue kwamba usiku uh, huu saa tano uh, sasa hivi, tarehe tarehe ngapi leo? Tarehe mbili, tumezungukwa hapa na polisi hapa, sijui wanataka kufanya nini, na maaskofu wamepata taharuki, wamekimbia usiku huu kutoka madhehebu mbalimbali kuja kuangalia ni nini kime kinaendelea kufanyika. Kwa hiyo nitaendelea kuwajulisha, lakini kwa ufupi ni kwamba kuna watu wamefika hapa kanisani tunaona defender tujajua ndio polisi au ndio watekaji wenyewe. E, nafikiri ni polisi, tunaona ni gari za polisi, lakini tuendelee kuwasiliana tuausajulishana cha kufanya. Asanteni sana. Serikali ina release barua ya kufungia kanisa la Gwajima, anasema serikali haiwezi kufanya hicho kitu. Gwajima ana elimu ya se, national security. Najua Gwajima na followers wengi sana, ambao hata mimi wameshanitishia you know? So shida ni kwamba watu hawana elimu ya usalama wa nchi. Ndugu zangu, neno serikali ni mimi na wewe. Sasa mimi na wewe na yule na yule, yani milioni sitini. Kama kuna kikundi cha watu kinakuwa na nguvu zaidi ya watu milioni sitini, hicho kikundi cha nini? Shida ya watanzania wengi, elimu ya usalama wa nchi hawana. Unaanza kutishiwa na neno Mungu. Huyo Mungu gani ambaye, yani hawa viongozi wa dini Wangekuwa kweli wako kwa maslahi ya ile taifa, wangekuwa wanamwita Samia, wanamwambia hivi, Samia, kwa nini unakopa hivyo wakati hii nchi imebarikiwa hivi? Samia, kwa nini? Samia. Kwa nini unasafi, unasafiri safiri hivyo, hujui unatumia gharama nyingi sana lakini, this little, little minded people, wanacheza na hisia zetu, eti utekaji. Kuna mtu atamteka mtu akiwa ameshiba kweli? Wewe, kuna mtu atamteka mtu akiwa ana uhakika bili zake serikali imezisoti? Oya, kama wewe ni mtu wa dini ume catch feeling na anachofanywa Gwajima kwa usalama wako, mimi nakupa ushauri wa bure, kwa sababu serikali naijua, serikali inavyo operate naelewa. Serikali ni mafia, serikali haiulizwi. Kama unataka kuiprovoke serikali ukaishtaki kina IMF na kina World Bank, kama wale was, wale diaspora, utakuwa unachemsha ndugu. Kitu watu wanachokosea ni kwamba serikali ndio imekupa uhuru, sasa unavyojisahau na ule uhuru, serikali yokupa ikija kuchukua uhuru wake unajiona una haki na ule uhuru. Ndicho kinachoendelea kwa watu wanaojiita watu wa dini, akina askofu sijui Bagonza sijui Baganza. Askofu, uhuru ni mali ya serikali. Serikali ikiuchukua, mbona unapiga kelele? Maanake umemisiuzi uhuru ambao serikali imekupa, sio? Serikali imeamua kuchukua huo uhuru. Alafu kuna kingine nataka ni washauri watu, kipindi cha korona Dunia nzima serikali zao ziliwaweka watu ndani. Sisi serikali yetu kwa utashi wake ikasema sisi hatukae ndani. Hivi leo hii hii serikali yetu ikasema kuanzia saa tisa hatutaki kumwona mtu barabarani, si mtaenda kuishtaki huko kina UN huko kwa kina IMF, ambao hao ndio waliowaweka raia wao ndani lakini sisi serikali yetu haitukuweka ndani, na hakuna mtu aliyekwenda kutushtaki kwana IMF. Kwa nini serikali yetu haijatuweka ndani? Lakini leo hii ikitoka sheria kwamba kuanzia saa sita mchana kweupe jua linawaka, hakuna binadamu yoyote kutembea barabarani katika nchi ya Tanzania, Quick fast watakwenda kwa kina Umoja wa Mataifa, Samia amekuwa dikteta sasa hivi. Niggas, you are calling me chawa, I'm no chawa bro, I'm telling you the truth kwa usalama wako. Hii channel, mtu anayefuatilia kuanzia day one, nakupa siri za dunia. Kazi ya hii channel ni kukupa siri za dunia, ninazo nyingi sana kwa faida yako, wewe usiteseke dude linaloitwa serikali linaloimiliki nchi yake. Bonifas jana katoa interview yake amewaita mwandishi wa habari amesema, walimtafuna nyuma, sijui walimwekea kitu gani, ajui. Serikali ya Kenya haijalaumu Tanzania na Boniface mwenyewe anasema kabisa, serikali ya Kenya ilishirikiana na serikali ya Mama Samia kumfanya ilichomfanya, alafu bado Gwajima anashika kipaza sauti, anasema waliohusika na utekaji wa Boniface sio serikali. Gwajima, why are you so delusional? Kwani unajidanganya hivyo? Ushauri kwa Watanzania, wacha kucheza na serikali. Ishu ya utekaji nimeshawaambia ishu ya utekaji kuna personal beef. Hata mimi sasa hivi kuna watu wananitafuta waniteke, kisa naongea na ukweli, yaani kwa tutorial nazowapa watu, kuna watu wamesha kasirika, they just like they are hunting me, they want they want to kill me, so imagine watu akinipoteza sasa hivi itakuwa ni serikali, na nyie wote mmesha niita mi chawa. Niga na siri nyingi za dunia za kuwapa, ambazo hamzijui, ila kwa sasa imebidi nianze na hawa wanaitwa akina askofu, niwaambie neno uhuru ni asili yake ni shetani na serikali, najua ndio maana neno uhuru linamilikiwa na serikali, kwa serikali inaweza ikakupa uhuru wa kutembea usiku na ikakunyang'anya uhuru wa kutembea usiku kwa hiyo usijifanye uko juu ya serikali. Hakuna dini iliyo juu ya serikali, hakuna chama cha siasa kilicho juu ya serikali. Mtu atasema serikali nini? Serikali ni wale ambao tumewapa dhamana ya kutulinda sisi. Tanzania ikivamiwa sasa hivi, mwenye mandeti ya kuchukua jeshi la Tanzania na kulipeleka vitani ni Samia. Samia ni amiri jeshi ambaye, kama taifa la Tanzania litapatwa na matatizo ya aina yoyote, analaumiwa yeye. Unafikiri Samia na stress ndogo? Hey, nyie watu wachache mnaobebu mnaojazwa hizo hizo akili za wazungu wazeni mara mbili. Ndugu zangu, kama mna- kama mnataka kuikosoa serikali iambieni ipunguze kukopa iambieni iutilize rasilimali zetu zilizo nazo tupate maendeleo, sio inatuweka bondi. Unapiga kelele utekaji, utekaji, utekaji, zilizo staff ni kitu kidogo. Kama watu watashiba, nani atamuumiza mwenzake? Nikawapa mfano mzuri, hakuna nchi yenye uhalifu wa kutisha kama Marekani, na wanajifanya wana GDP kubwa kama wanavyosema Wakenya. Lakini nenda China, kwa nini uhalifu uko chini na dini China dini iko chini. Jibu mnalijua wenyewe. Marekani watu wana njaa wengi, ndio maana uhalifu uko juu. China watu wana uhakika wa kushiba. Gwajima anacheza na hisia zenu, mmesha catch feeling, muwe makini. Serikali kutafuna maelfu ya watu kadhaa kwa faida ya watu milioni sitini na tano haioni hasara. Nakupa hiyo siri, yaani serikali ina uwezo wa kuwinda mtu mmoja mmoja, hata kama wako laki moja ikawatafuna wote Serikali na watu wote nyie, serikali na madaktari, serikali na watu wote, serikali na machizi wote. Yaani serikali, yaani unaponisikia neno serikali, ina kila aina ya mtu: chizi, mwenda wazimu, mtu profesa, sijui nani, wote serikali nao. Kwa hiyo serikali ina uwezo wa kueliminate kikundi ambacho kinaleta hatari ya taifa. Kwa hiyo kama, kama ume catch feeling kinachoendelea kwa Gajima, jaribu kunywa maji, utulie. Tunaishi nyakati hatari sana, nyakati nyepesi sana. Serikali ikitaka kukutafuta inakukamata quick fast. Tunaishi nyakati hatari. Kunywa maji, funga mdomo, usibebwe na kitu kinachoitwa dini. Dini oya, dini ndio msingi wa umasikini wa Afrika. Unaambiwa mungu mungu mungu. Bro, mimi nimeelelewa kwa Wakristo, mimi nasali daily lakini ile misingi ya Kristo mingi sana nimeiacha, kwa sababu unavuta picha. Mimi ni mtu wa research sana, kwa sababu nimesoma masomo ya science. Kwa hiyo siruhusiwi kubishana sana kwenye science, siruhusiwi kubishana sana utakiwa ukipata kitu unakifanyia research, unaangalia, Ukristo ulivyokuja ulihubiri mke mmoja. Sasa hivi tunaona Ukristo unaanza kuhubiri mwanaume anaweza akamwoa mwanaume mwenzake, mwanamke anaweza akamwoa mwanamke mwenzake. Kuna zile self marriage, mtu anaweza akajioa mwenyewe. Unaziona, unaangalia hii dini ni kitu gani? Niliwaambia Ukristo ulitumika kusaidia masuperpower, na mpaka leo bado Ukristo ndio silaha ya masuperpower. Laiti tunge tengeneza Ukristo wetu sisi tusingekuwa hapa tulipo. Tunachezewa na watu wanajifanya wana uhuru. Umemwona Zelenski anavyoharibu makanisa ya Warusi ndani ya nchi yake kwa sababu yako kinyume na anachokitaka yeye. Zelenski anajua makanisa yaliyo ndani ya nchi ya Zelenski bezi yao ni Urusi, ni Orthodox Church. Zelenski anayaharibu kweli kweli, anataka aingize makanisa ya kina kama ya kinagwajima gwajma, makanisa ya uhuru wa kuabudu, ndio makanisa ambayo Zelenski anataka aingize, ndio maana Zelenski ana blues kweli kweli. Kila superpower ilikuwa na dini yake ya kuisaidia kutawala dunia. Unaona Warusi wana Orthodox. China, China yeye ameamua kuua dini kabisa, akafanya dini ni maisha ya watu. Yaani lifestyle ya Wachina ndiyo dini yao, alafu dini zetu hizi ni maigizo. Unajua hizi dini zetu za kimarekani hizi, tukiwa kanisani tunaigiza, tukitoka ni watu wengine Sijui unanielewa nachokufundisha. Nimeongea mengi sana, nataka nimalize kwa kukuambia hivi: wacha kufanya mchezo na kitu kinaitwa serikali. Kama umecatch feeling, ushadanganywa, unataka ukampiganie Yesu kama sijui Paulo na asila march forward, serikali hawezi kuonea huruma. Serikali inakutafuna kweli, ukamkute huyo Mungu, utoe yani ukawe shahidi kweli. So unataka ufe shahidi eh? Serikali inakumaliza kweli. Elimikeni msiwe wasomi.